Taarifa nyingine zinaarifu kwamba wakulima wa mahindi katika maeneo tofauti wanakadiria hasara kubwa kutokana na mvua inayoendelea kunyesha katika sehemu nyingi humu nchini. Hali hiyo imesababisha mavuno kuozea mashambani huku wakulima wakisalia kutazama jasho lao likiambulia patupu. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Collins Shitiabai, wakulima huko Trans Nzoia sasa wanaitaka serikali wasaidie na mashini za kukausha mahindi bila malipo na kuongeza bei ya mahindi kwa angalau shilingi elfu tatu kwa gunia la kilo hamsini. Mwaka huu wakulima wengi walifurahia mbolea ya ruzuku na kuongeza kiwango cha mashamba ambacho alilima kwa matumaini ya kupata mavuno marudufu, ila wakulima hawakufahamu kuwa mvua ingeyeyusha matumaini yao. Fredi Krono ni miongoni mwa wakulima wachache ambao walivuna mapema, lakini amekwama kwa sababu huduma za kukausha mahindi zimempiga chenga. Tayari anakadiria hasara kubwa, akisema mahindi yake yameharibika kwa mvua ne, wakufikia wakati huu naendelea kuvuna lakini mmevuna mia mbili magunia mia mbili na sasa e, nimepata kama gunia thelathini imeoza. Katika eneo la Cherengani, Joseph Rotich ameahirisha kuvuna akiofia mazao yake yataharibika zaidi. Anasema licha ya kupata mbolea ya ruzuku faida imebaki kuwa finyu. upande wa bei tunataka serikali watuwekee watupime kilo hamsini 90 tuweke 50 kgs, alafu tunulie kwa shilingi 3. Kulingana na kanuni za NCPB mahindi yanayokubalika ni lazima yawe na kiwango cha unyevu usiozidi asilimia 13. Wakulima wengi wamezidi kiwango hicho na ulazimika kulipa shilingi sabini kwa kila gunia la kilo 90, ili kukausha mahindi yao. Yes, trials, ili tupate soko tukikausha mahindi na hata kama tukiweka huko kwa NCPB warehouse. Na, tukipata mahali iko soko tunaweza kuuza waweze kutupatia bei nzuri ya mahindi yetu, ili hapo ndio sisi tunategemea kutoa skulu fisi yetu. Takwimu kutoka idara ya kilimo zinaonyesha kuwa msimu uliopita wakulima walipoteza hadi asilimia 30 ya mazao baada ya mavuno. Wataalamu wanatahadharisha kwamba iwapo mvua itaendelea kunyesha kiwango hicho kinaweza kupanda zaidi na kuvuruga faida ya wakulima na azma ya serikali ya kukusanya zaidi ya magunia milioni sabini ya mahindi msimu huu. Ni msimu wa mavuno hapa katika kaunti ya Tranzoia, lakini kama unavyoona, baadhi ya wakulima wamesita kuyaondoa mahindi yao mashambani kwa ukosefu wa hifadhi bora. Collins Shitabay, runinga ya Citizen.